Mamlaka ya Wizara ya Sheria katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza zawadi ya dola milioni tano kwa mtu yoyote atakayesaidia katika kuwakamata viongozi wa kikundi cha M23 ambacho hivi karibuni kiliteka miji miwili mikubwa sana kaskazini mwa nchi hiyo. Zawadi ya dola milioni tano itatolewa kwa mtu yeyote ambaye atasaidia kuwakamata Cornel Nangaa, Bertrand Bisimwa na Sultan Makenga. Wizara hiyo ilisema katika taarifa ya Ijumaa. Nangaa ambaye ni kiongozi wa River Congo Alliance, kwa kifupi inajulikana kama AFC, ambayo ni mshirika wa kundi la M23, alikuwa ni rais wa zamani wa tume ya uchaguzi ya DRC. Bisi mwanae ni rais wa M23 wakati Sultan Makenga ni mkuu wa jeshi la M23. Viongozi hawa watatu walihukumiwa kifo kila mmoja mnamo Agosti ya mwaka uliopita, mwaka 2024 na ilikuwa ni kwa kosa la uhalifu wa kivita, japokuwa wakati hukumu hii inatolewa watawakwepa mahakamani kusikiliza kesi yao, kwa kizungu inayojulikana kama trial in absentia. Mamlaka ya DRC ya Kongo pia imetoa zawadi ya dola milioni nne kwa yeyote atakayewakamata wanahabari watatu wanaoishi uhamishoni ambao pia ni washirika wa kundi la M23.